TFRA, mbolea bora kwa wakulima wote. nilifanya nilipata ni ushawishi wa kutumia mbolea. Tofauti yake nimegundua kwenye matumizi ya mbolea, ambapo hawajatumia mbolea, kuna utofauti mkubwa. Shamba langu hili hekari mbili, lakini tumeitenga sehemu moja ina mbolea nyingine na mbolea. Sehemu ambapo hakuna mbolea, mbolea, mazao ni mafupi na uzalishaji wake ni mdogo kuliko sehemu nimeweka mbolea. Kwa hiyo mafaida ya kutumia mbolea kubwa zaidi kuliko kufanya kazi bila mbolea. Kilimo hiki cha wekaji mbolea tunaona kinatija zaidi, kulingana na kwamba kweli pamba ambayo ina mbolea inakuwa tofauti kabisa na ile ambayo haijawekewa mbolea, hususani unavyokuja kutekeleza vile vitu ambavyo tumepewa kwenye semina na ulimaji wa kitaalamu wakutakuchanganya na ulima kwa mistari, tunaona tija kwa kweli. Zamani wakati sijatumia mbolea nilikuwa ni napata wastani ni wa kilo mia mbili kwa hekari moja, lakini kwa sasa nipojaribu kuangalia kutumia mbolea nimeona uzalishaji umeongezeka nikapata kwa hiyo heka moja kilo elfu moja mia saba. Kwa hiyo kwa huu uzalishaji hauhitaji kutumia eneo kubwa sana kulima, awezekana ukatumia hata heka mbili, heka tatu, kapata kilo zako elfu nne na kitu. Kwa wananchi ambao ambayo hawajatumia mbolea naomba sana tuweze ku, kutumia mbolea kwa sababu kuna kilimo cha tija ambacho kinaongeza kipato, hata uzalishaji unakuwa wa juu. Kwa hiyo tutaweza kupata na kipato cha juu na kuweza kupunguza hata shida hizo za nyumbani, pia na hela nyingi kutumia vitu vingine. Kwa vile hata pale nyumbani mpaka sasa nafurahi sana hii shamba. Yaani, natumaini kwenye kila elfu moja na kitu ntaipata kulingana na hii mbolea, maana yake ukienda kwenye mashamba ndapo unaingia kwenye mashamba mengine najifikia sio vizuri, maana yake kama ya pia anajua yameharibika, lakini mbolea hii imesaidia sana kwangu, hiyo pale hiyo mfuko mwingi ya, ku, ya kukuzia moja kwa moja. Walikuja wawezeshaji wasema kwamba jamani, mmeweka mbolea tujaweka, basi kile kirudi ndio muweke. Tukaenda kuweka hizo mbolea tukaweka tuka kwenye tarehe tuka tuka 20 mwezi wa, wa wa kwanza nikaweka, kwa hiyo mbolea nikaanza kuona manufaa yanaenda vizuri. Naona bwana, mpaka sasa nafurahi sana hili shamba. Yaani natumaini kwenye kwenye kilo elfu moja na kitu ntaipata kulingana na hii mbolea, maanake ukienda kwenye mashamba, napoingia kwenye mashamba mengine najisikia sio vizuri, maanake yamepigwa na jua, yameharibika, lakini mbolea imesaidia sana kwangu, iliyopewa hiyo mifuko miwili ya, ku, ya kukuzia. Sisi kama vijana tumaea kupata fursa ya kuwa na bwana shamba katika vijiji hivi, ili kuweza kutoa elimu kwa wakulima. Pia hushirikiana na TFRI, mamlaka ya mbolea Tanzania, tumeweza kutumia mbolea katika kilimo cha pamba kwa kuwaonyesha wakulima kwamba mbolea ina tija kiasi gani katika zao la pamba na jinsi ilivyo, na wenyewe pia walikuwa na dia aliye, kwani, inye, ya hali hiyo kwani wa milima wenyewe tumewaelekeza namna ya kuweka mbolea, pia wanaweza kuwa mashahidi kutokana na tija ambayo ipo katika mbolea inaonyesha impakti gani kwa mavuno.